Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Tanga, imemhukumu adhabu ya kunyongwa hadi kufa, Waziri Amiri baada ya kumkuta na hatia ya kumuua mtoto wa mdogo wake, Athuman Mussa kwa kumkata na panga. Tukio hilo lilitokea Februari 3, 2023 katika kijiji cha Mziragembei, kata ya Kwekanga wilayani Lushoto mkoani Tanga, ambapo marehemu alikuwa akijenga kibanda chake katika shamba lake la urithi ambapo mshtakiwa alitokea katika eneo hilo na kumuuliza kwa nini anajenga katika shamba hilo na kumkata, kumka, kumtaka aache mara moja. Marehemu alimjibu kuwa hawezi kuacha kujenga kibanda hicho katika shamba hilo kwa sababu alirithi kutoka kwa wazazi wake. Ilielezwa mahakamani hapo kuwa Waziri alichomoa panga lake na kumkata Athumani kichwani na kufuatia shambulio hilo alipiga yowe kuomba msaada, wakati huo mshtakiwa akikimbia eneo la tukio. Hukumu hiyo ilitolewa Aprili 4, 2025 na Jaji Mese Chaba aliyekuwa akisikiliza kesi hiyo, ambapo baada ya kusikiliza ushahidi wa pande zote mbili, alisema upande wa mashtaka umethibitisha kosa hilo pasina kuacha shaka na kumhukumu mshtakiwa adhabu hiyo ya kifo. Ilielezwa kuwa baada ya Thumani kupiga yowe na kuomba msaada kwa wananchi, wananchi hao walifika na kutoa taarifa kwa ofisa mtendaji wa kata ya Kwekanga, Ali Abdalla Seifu, ambaye ni shahidi wa tano, ambaye alifika haraka katika eneo la tukio na kumkuta Athumani akiwa amelala karibu na kibanda chake akivuja damu. Alisema alipomuuliza nini kimetokea, alimtaja Waziri kuwa alimkata kwa panga kichwani, hali hiyo iliyolazimu ushahidi huyo wa tano kutoa taarifa polisi kuhusu tukio hilo. Ilielezwa kuwa muda mfupi baadaye, dada wa Athumani Amina Musa, ambaye ni shahidi wa tatu alifika eneo la tukio na kumkuta mdogo wake akiendelea kuvuja damu, na katika jitihada za kumsaidia alichukua kanga kwa ajili ya kuzuia damu hiyo iliyokuwa ikitoka kichwani. Shahidi huyo alisema alipomuuliza nini kimempata mdogo wake, alimweleza amekatwa na baba yao mkubwa, na baada ya hapo alipelekwa katika hospitali ya wilaya ya Lushoto kwa matibabu, lakini kwa bahati mbaya alifariki dunia usiku. Mshtakiwa aliyekimbia eneo hilo pamoja na makazi yake alikuja kukamatwa Desemba 8, 2023 kupelekwa polisi kisha mahakamani aliposhtakiwa kwa kosa hilo la mauaji. Katika kesi hiyo ya mauaji, upande wa Jamhuri uliwakilishwa na mawakili watatu wakiongozwa na Thomas Gahigi huku mshtakiwa huyo akiwakilishwa na wakili wa utetezi Ahmed Makalo. Katika kuthibitisha kesi hiyo, upande wa mashtaka ulikuwa na mashahidi watano, vielezo vinne huku upande wa utetezi ukiwa na mashahidi mmoja ambaye ni mshtakiwa. Shahidi wa kwanza upande wa mashtaka alikuwa Dr. Kenneth Masha aliyesema akiwa katika hospitali ya wilaya ya Lushoto alimpokea na kumhudumia Athumani aliyekuwa amepelekwa na askari polisi. Shahidi huyo alisema Athumani alieleza kuwa alivamiwa shambani kwake na Waziri aliyemkata kwa panga, na kuwa alikuwa na maumivu makali. Nguo zake zilikuwa zimelowa damu na alikuwa akitokwa na damu nyingi kutoka kutokana na jeraha kichwani ambapo baadaye alifariki dunia. Alisema Februari 6, 2023 alipewa kazi ya kuchunguza mwili wa marehemu na kuhitimisha kwa mtazamo wa kimatibabu chanzo cha kifo ni kutokana na majeraha makubwa aliyoyapata kichwani iliyosababisha kuvuja kwa damu nyingi. Shahidi wa tatu ambaye wa ni dada wa marehemu alisema siku ya tukio, saa saba mchana, alipigiwa simu na shangazi yake aliyemtaja kwa jina la moja la Amina akimweleza kuwa Athumani amevamiwa na kujeruhiwa na kumtaka aende eneo la tukio. Alisema wakati simu hiyo inapigwa shangazi yake alikuwa akihudhuria ya mazishi katika kijiji cha Mlalo, kufuatia kifo cha mama mkwe wake. Alieleza kuwa alipofika eneo la tukio alimkuta mdogo wake akiwa na majeraha makubwa kichwani huku akivuja damu nyingi, na kuwa licha ya hali yake mbaya aliyomkuta nayo, alimweleza kuwa amejeruhiwa na mjomba wao ambaye kwa wakati huo alikuwa amekimbia kusikojulikana. Alisema baada ya kuhakikisha kwamba mdogo wake kuwa chini ya uangalizi wa matibabu alirudi nyumbani kutokana na hali yake ya ujauzito ili usiku baadaye, alipigiwa simu kujulishwa kuwa Athumani amefariki. Shahidi huyo alisema mahakamani hapo kuwa Athumani na mshtakiwa walikuwa na mgogoro wa ardhi ambayo awali ilikuwa inamilikiwa na marehemu baba yao ambaye baada ya kufariki dunia walirithishwa, kila mmoja alipewa eneo lake. Alisema awali mshtakiwa aliwahi kumvamia Athumani kwa kutumia panga na kusababisha jeraha kwenye mkono wake wa kulia hasa kwenye kiganja na kudai kuwa kabla ya tukio hilo la Februari 3, 2023, mshtakiwa alikuwa akimwonya Athmani aache kutumia eneo hilo. Shahidi wa tano Aliseifu, ambaye ni ofisa mtendaji wa kata kwa wakati huo, alisema awali Januari 29, 2023 kuwa Athmani alitenda alienda ofisini kwake akimlalamikia kushambuliwa na Waziri kwa panga kutokana na mgogoro wa eneo hilo la urithi na kumpatia barua aliyoenda nayo kituo cha polisi cha Miola kwa hatua zaidi za kisheria. Alisema siku ya tukio Februari tatu elfu mbili ishirini na tatu alipigiwa simu na mwenyekiti wa kijiji cha Mziragembei na kupewa taarifa ya tukio la uvunjifu wa amani katika eneo la Kwemgambo kijijini hapo. Alieleza kuwa alipofika alimkuta Athumani akiwa amelala chini kwenye dimbwi la damu, huku akiwa na majeraha makubwa kichwani, hali yake ikiwa mbaya, na alipomuuliza mhanga aliyemshambulia Athumani, kwa sauti ya unyonge alimtaja baba yake mkubwa. Katika utetezi wake, Waziri alikana kuhusika na na kosa hilo na akisema kuwa siku ya tukio saa 8 mchana, alichukua mbuzi wake mmoja na kwenda kuuza sokoni eneo la kwa Makame ili kupata fedha za sare za shule za watoto wake. Alisema alifika sokoni hapo saa 12 jioni, na wakiwa pale kijana mmoja aitwaye Nzota alimjulisha kuwa Athumani amefariki dunia, na kusema kuwa baada ya kupata habari hizo alirejea kijijini hadi katika eneo ambalo mwili wa marehemu ulipatikana pamoja na maofisa wa polisi na wanakijiji wengine. Alieleza maofisa wa polisi walikataa kuondoa mwili huo jinani alihusika na tukio hilo, ila wote walijibu hawajui. Mshtakiwa alikanusha kuwa na mgogoro na marehemu kuhusu eneo hilo na kuoji kwa nini awe mgogoro wa marehemu wakati familia hiyo ilikuwa na ndugu wengine ambao ni takriban saba. Aidha, alikanusha kusababisha madhara yoyote kwa Athumani, akisema amehusishwa na kifo cha marehemu kwa sababu Amina alimjulisha marehemu alikuwa na nia ya kuuza mali za nyumbani ikiwemo nyumba yake. Mshtakiwa alisema alishiriki katika maziko ya marehemu na hata kutoa shuka yake ya kimasai ili kuufunika mwili wakati wa ibada ya mazishi. Baada ya maziko, alirudi nyumbani kwa wazazi wake, akamaliza kipindi cha maombolezo na baada ya hapo, akaendelea na shughuli zake za kila siku na kukiri kukamatwa Desemba 7, 2023. Jaji Chaba amesema baada ya kuchambua kwa kina ushahidi uliotolewa na pande zote mbili, suala la kuzingatiwa ni iwapo mshtakiwa anahusika na, na mauaji hayo. Jaji huyo amesema katika kuamua kesi hiyo anaongozwa na kanuni ya kisheria zinazowekwa vyema kuhusu upande wa mashtaka kuwa na jukumu la kuthibitisha hatia ya mshtakiwa bila kuacha shaka yoyote. Amesema baada ya kutathmini kesi na ushahidi wa pande wa mashtaka kwa ujumla wake. Hakuna shahidi alithibitisha moja kwa moja kumwona mshtakiwa akimsababishia kifo marehemu na badala yake upande wa mashtaka unategemea tu ushahidi wa kimazingira kumhusisha mshtakiwa na kifo cha marehemu Nanoko. Kwa kuzingatia maelezo yaliyotangulia na kwa kuzingatia uamuzi wa, wa kimamlaka wa mahakama ya juu katika kesi ya Enock Kipela versus R Supra sina shaka kwamba mshtakiwa alitenda kwa nia ya wazi na nia mbaya ya kumshambulia marehemu mwisho wa kunoko. Jaji Chaba amesema mahakama imeridhika kuwa upande wa mashtaka umethibitisha bila kuacha mashaka kuwa Waziri alimuua Athumani, hivyo kumkuta na hatia ya mauaji kinyume na kifungu cha 196 na, na kumhukumu kunyongwa hadi kufa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mambo mbalimbali mbali.